Leo tunakwenda kumfanyia upasuaji mtu ambaye ni mtaalamu, kazi yake inahitaji kukimbia, kuruka na kufanya shughuli nyingi. Ni mtu mwenye shughuli nyingi sana katika maisha yake, lakini amepata ya tatizo la diski kutoka mahali pake. Sasa tunakwenda kufanya upasuaji kwenye mgongo wake ambao hautahitaji kukata mfupa wala kukata misuli, ili hata baada ya upasuaji aendelee kukimbia na kufanya shughuli zake zote kama kawaida na abaki kwenye maisha yake ya kawaida yenye shughuli nyingi. Hivyo leo tunamwandaa kwa ajili ya upasuaji kwa upasuaji wa mgongo kwa kutumia endoscope. Hebu kwanza tuelewe ni shida gani alionayo. Unaweza kuona hapa kwamba diski kubwa imetoka nje. Hii si uvimbe, hii ni diski moja. Tumeangalia pia kwa kutumia kamera ya contrast ili kuhakikisha kama ni uvimbe au la, na tumeona kwamba hii ni diski na inabonyeza neva yake. Sasa hebu tuangalie kwenye kipande kingine, tuone iko upande gani. mm-hmm. Katika kipande cha axio tunaweza kuona kipande kikubwa cha diski. Kipande hiki kikubwa kiko upande wa kulia, ndio maana mgonjwa ana maumivu makali kwenye mguu wa kulia. Ana shida kutembea na hata kukaa shughuli zake za michezo na harakati zingine zote zimekoma siku hizi. Sasa tunakwenda kufanya upasuaji wa diski kwa kutumia endoscope, ambapo tutatoa kipande hiki kikubwa kupitia mpasuo mdogo kuliko sentimita moja, na yote haya bila kukata mfupa wowote, bila kukata misuli yoyote, kwa kutumia mbinu ya kisasa kabisa isiyoingilia mwili sana, minimally invasive. Katika upasuaji wa endoscope, tunapoondoa diski, neva inaonekana huru kama hivi. Unaweza kuona hapa, hii nyembamba na ndefu inayoenda hivi ni neva yetu, na hapa inapopita, huo muundo mnene ni uti wa mgongo wetu. Sasa neva inatoka kwenye uti wa mgongo bila shida yoyote. Hakuna diski inayobonyeza neva hii tena na hapa kwenye video unaweza kuona jinsi tunavyotumia hook moja kuangalia kama neva imeachia au la. Tunapochukua hook na kuinyosha neva kwa urahisi hivi, tunaangalia kama hakuna shinikizo lolote juu yake, na ikiwa iko huru kabisa, ndipo tunasema upasuaji umefanikiwa na neva iko huru kabisa, hakuna kipande chochote cha diski kinachobana neva. Sasa hiki ndicho kipande cha diski tulichokitoa kwenye upasuaji wao. Unaweza kuona ni kikubwa kiasi gani. Kipande hiki kilikuwa kimekaa moja kwa moja juu ya neva yao, urefu wake ni takriban sentimita 4 hadi 5 na tumekitoa kipande hiki kwa mafanikio, na baada ya hili maumivu yao yamepotea kabisa.